Madagascar, kisiwa kikubwa cha nne duniani, kilichoko kusini magharibi mwa bahari ya Hindi, kwa sasa kinapitia kipindi cha mabadiliko makubwa ya kisiasa na kijamii. Tangu Septemba 25 mwaka 2025, taifa hilo limekumbwa na wimbi la maandamano makubwa yanayoongozwa na vijana wa kizazi kipya Gen Z, wakilalamikia rushwa, ukosefu wa huduma za msingi na utawala wa kiimla wa Rais Andry Rajoelina. Maandamano haya yalianza kama harakati za vijana waliokosa ajira, elimu bora na huduma za afya. Gen Z wa Madagascar wamekuwa wakitumia mitandao ya kijamii kuhamasisha umma, wakidai mabadiliko ya kweli katika mfumo wa utawala. Wanasisitiza uwajibikaji wa viongozi, usawa wa kijamii na haki za binadamu. Katika tukio lisilotarajiwa, vikosi vya jeshi la Madagascar vilijiunga na waandamanaji mnamo Oktoba 11 mwaka 2025. Jeshi lilitoa tamko la kukataa amri ya kuwapiga risasi waandamanaji, likisema kuwa halitaki kuwa chombo cha ukandamizaji dhidi ya raia wake. Kanali Mikhaeli Landilianilina alitoa wito wa kutotii amri za serikali, akisisitiza kuwa jeshi linapaswa kusimama na wananchi badala ya kuwakandamiza. Shinikizo dhidi ya rais Andry Rajoelina limeongezeka. Alitangaza kuvunja bunge kupitia ujumbe wa Facebook, akieleza kuwa hali ya kisiasa imefikia kiwango cha kutishia utulivu wa taifa. Hatua hiyo imezua hofu ya jaribio la mapinduzi, huku baadhi ya wachambuzi wakiona kuwa huenda ni njia ya kujinusuru kisiasa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alitoa tamko la kufuatilia kwa karibu hali ya Madagascar, akihimiza suluhisho la amani na mazungumzo ya kisiasa. Tume ya Muungano wa Afrika pia iliunga mkono wito huo, ukitaka pande zote kujiepusha na machafuko. Mitandao ya kijamii imekuwa silaha kuu ya Gen Z katika harakati hizi video picha na ujumbe wa moja kwa moja kutoka kwa andamanaji vimekuwa vikisambaa kwa kasi, vikivuta hisia za kimataifa na kuibua mijadala kuhusu haki za vijana na demokrasia barani Afrika. Mnamo Oktoba 14, mwaka 2025, kikosi maalum cha jeshi kinachojulikana kama Capsat kikiongozwa na Kanali Mikael Landirianilina kilitangaza rasmi kuchukua mamlaka ya nchi. Hatua hii ilikuja baada ya maandamano makubwa ya kupinga serikali, ambapo rais Andry Rajoelina alilazimika kukimbia nchi akihofia usalama wake. Bunge lilimpigia kura ya kumwondoa madarakani, na mara tu baada ya hapo jeshi lilitangaza kuwa litaunda kamati ya maafisa wa jeshi la polisi kwa ajili ya kuongoza nchi kabla ya kuunda serikali ya kiraia haraka iwezekanavyo.